Kama una dakika, zitumie kuperuzi kifurushi cha pindua pindua cha kumpa pindua. Piga nyota 149 nyota 01 alama ya redi chagua pindua pindua. Vodacom, power to you. Katika juma hili pia, baada ya kutoka Mtwara, mwalimu Habib Kondo pamoja na Pita Mwina pamoja na bechi zima la ufundi walikuwa wakifanyia kazi zaidi mapungufu ambayo yalionekana katika mchezo uliopita ambao ulipelekea kumalizika kwa sare ya bao moja moja. Kwa hivyo mwalimu alikuwa akitumia nguvu kubwa sana katika kupambana kuelekea mchezo wetu dhidi ya Lipuli siku ya Jumamosi tarehe 21. Nikwambie tena, tuko vizuri na kikosi kina ari, kina morali, tutakwenda kupambana katika mchezo dhidi ya Lipuli na ikumbukwe mechi iliyopita hata timu karibia zote za Ligi Kuu Tanzania Bara zipata sare, lakini katika mechi yetu ambayo ni raundi ya saba na kisha tutakwenda kufanya vizuri katika uwanja wa Ugenini. Timu yetu inacheza vizuri sana hasa kwa Ugenini. Hatufahamu kwa nini, lakini tumegundua pia kati ya sababu ambazo zinapelekea timu icheze vizuri ni pamoja na uwanja uwanja wetu umekuwa kitu kama hata sisi wenyewe hapa tusongea, lakini tunapokuwa Ugenini, lolote linaweza likatokea. Kwa hivyo maandalizi yako vizuri mpaka sasa kwa asilimia zaidi ya themanini. Kama nilivyosema, tunakwenda Iringa na safari yetu inatarajia kuanza kesho alfajiri saa kumi kuelekea Iringa, na tutafika mapema kabisa, tutafanya last session katika uwanja wa Samora tayari kabisa kwa mchezo wa Jumamosi. Wanapalwe wajiandae, tunakwenda, tuko kamili, tunakwenda kupambana. Wanyalukuro lazima wakae vizuri sana, maanake tutakwenda kuwaadhibu pale nyumbani kwao, hakuna namna tuko katika upepo mbaya, tuko katika rhythm ya losing, ama tuko katika losing rythm au losing mentality. Kwa hivyo tuna haja kubwa, tuna haja ya kuondoka katika upepo huu wa kupoteza na kupata suluhu ama draw, tuingie katika upepo mwingine, na upepo ambao tunataka kuingia sasa ni upepo wa kushinda na draw tumehangaika sana na tunachotaka sasa tukaamkie kwa Lipuli, lazima tukaamkie kwa Lipuli Kamuene, na niwaambie ndugu zangu wa Nyorokoro kamweni, tunakuja kuanza na ninyi hapo. Hakuna namna, hatuna majeruhi yeyote. Kennedy Kipepe almaarufu KK, ambaye alipata injury, ambaye ni small injury katika mchezo wetu dhidi ya Ndanda yuko vizuri kwa sasa, na atakuwa ni moja ya wale ambao watasafiri na timu, kwa sababu uchezaji wa kukosa, kwa maana kwamba ni majeruhi, ni mgonjwa, wote wako vizuri.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 ipotokea Tanzania mara ya kwanza kabisa kusikika nchi nzima. Unapindua pindua matumizi ya bandu. Kama una dakika zitumie kuperuzi pindua pindua pindua, unaweza una kuongea pindua pindua, kifurushi cha pindua pindua pindua cha kupa pindua yuniti, uhuru ni wako. hmm. dakika naembi ongea upenda pinduaaa kwa mara ya kwanza kabisa Tanzania, pindua units zako kwa dakika au MB au SMS unavyotaka, piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli, chagua pindua pindua Vodacom. Power to you.